Aa, kwa mimi hivi sasa kitu ambacho nakiona ni mashabiki wa Yanga kuanza kuwa pressurize viongozi wao kuona ni namna gani wanaweza kiwa kupata kiwanja at least, kama hawawezi kupata kiwanja moja kwa moja kwa sasa, basi hata wapate kiwanja cha mazoezi, maana ni aibu kubwa kwa klabu kama Yanga ku, kukosa hata kiwanja cha mazoezi jamani, ni aibu kubwa. Yani, Yanga anazidiwa kweli na KMC leo leo, Yanga anazidiwa na Gwambina kweli kweli kweli, ni aibu sana, ni aibu kubwa mno. Mimi binafsi nafikiri mashabiki, viongozi wa Yanga wakikaa, wakishikamana, wana uwezo wa kujenga kiwanja zaidi zaidi. Kitu ambacho mimi naweza nikazungumza kwa hivi sasa ni kuachana na hizi siasa hizi siasa mara leo sijui tunajenga mtaro, mara kesho tunajenga mfereji, mara leo serikali imesema hivi, mara kesho hivi. Ni vitu ambavyo havina tija kiukweli. Ki, kitu chenye tija kwa sasa tunataka tusikie kwamba bwana sasa tunajeng, sasa ujenzi wa uwanja wa mazoezi umeshaanza na si vinginevyo ama hivi sasa tunavyozungumzia, labda tumezungusha uzio kwenye kiwanja kwenye kiwanja ambacho tutatengeneza kiwanja kwa ajili ya kufanyia mazoezi, ama tumezungusha uzio tayari kwa kuanza kujenga uwanja, ama sasa tumeanza ujenzi, tunaona tingatinga, sio tingatinga zile ambazo tunaziona wakati tu wa uchaguzi, ndio unaona tingatinga ziko pale, zinazungukazunguka picha, sijui za mambo kuendelea pale. Yani, inakuwa ni aibu, ni aibu, ni aibu, ni aibu. Na hii imekuwa ikitokea nyakati za uchaguzi. Nyakati za uchaguzi ndio unaona tingatinga zile zinasogea sogea pale Kaunda, basi unakuta mara hii ninasukuma pale, mara leo imekuja gari imemwaga kifusi, basi watu kwenye mitandao unasikia Yanga yaanza ujenzi wa uwanja. Ukiisha uchaguzi, kimya Huku, tinga, tinga zaidi zaidi unakuta malori yamepake pale. Jamani, hii ni aibu, ni aibu kubwa sana ndugu zangu, wana Yanga, mashabiki wa Yanga pamoja na viongozi, mi nafikiri hivi sasa ni muda wa kushikamana na kuhakikisha kwamba na Yanga pia inakuwa na uwanja wake wa mazoezi, lakini pia inakuwa na uwanja wake wa kuchezea. Mimi binafsi sizani kama nitakuwa na la zaidi kwa sababu hivi sasa ukiacha pitch, yaani Yanga kimafanikio mimi na item kwenye kucheza tu basi, lakini kwa maana ya mafanikio ya miundombinu kiuchumi, Yanga still haitofautiani sana na Mtibwa Shuga.